Tutakuwa tuna sample mbili hapa. Tutakuwa na UPT ya kwanza ndio hii aha, kama tulivyoweka hapo ni uh, UPT strip A uh, na muonekano huu hapo, tofauti yake ni kampuni tu, hizi zote ni less sensitive, lakini tutakuwa na UPT ya pili ambayo ndio hii aha, hii itakuwa ya pili. Sasa kwa nini nimeweka mbili Ye, makosa yanayoweza kufanyika au makosa yanayotokea wakati wa kupima ujauzito kwa kutumia UPT, uh, au kipimo hiki cha mkojo uh, kama tulivyoona katika session iliyopita uh, imweka mbili uh, nataka tufanye makosa ya makusudi. Kipimo kimoja tutakigeuza, uh, um, yani kule ambako tulisema ni kwa kushikia hasa, tutapata kukimes kwenye sampo yetu ambayo sampo yetu ndio hii hapa. kama unavyoona ni urine. Aha. Na hii ya leo ni urine pure, yaani ni ni, ni mkojo halisi sio sio uh, sampo bandia kama tulivyofanya katika session ndani, mwonekano wake ukoje? Sasa kwa kawaida UPT Uh, strip iko hivi, ina upande ambao uko plain ambao, uh, uko na upande ambao uko kama unavyoona hapa uko uh, una rangi. Sasa kwa kawaida huku ndio huwa ni kwa ku immerse katika, yaani kwa kutumbukiza katika sample yetu, lakini leo tutafanya makosa ya makusudi huku ambako ni kwa kutumbukiza tutashika, alafu huku ambako ni kwa kushika tutatumbukiza ili tuone, je kitaleta matokeo gani? Aha. Hii ni ya kwanza Alafu katika hii uh, UPT strip B tutafanya makosa ya makusudi pia ambayo tuta uh, tutapata kufanya namna hii. Yenyewe tutafanya namna hii uh, kama unavyoona huku ilitakiwa kuwe ni upande wa kusikia. Aha, huku ni upande ambao nitakiwa tumbukizwe katika, uh, katika sampo. Sasa kwenye hii kosa tutakalolifanya nitatumbukiza kupita kwenye hii alama ambayo imekuwa indicated max. Kwa kawaida hapa ndio maximum mkoje unatakiwa usiguse, usivuke huu mstari. Sasa leo tutaenda kuvuka huu mstari eh, tutaloanisha hadi hapa, alafu tuone nini kitakuja. Wakati gani mwingine sahihi, kwa maana ya kwamba muda sahihi wa kupima ni asubuhi, mchana au usiku? Uh, ukweli uko hivi Kipimo hiki anaweza kapimo muda wote muda wowote tu, yani iwe ni asubuhi iwe ni mchana uh, uh, iwe ni usiku, lakini uh, maeneo mengi hupendekezwa asubuhi kwa sababu uh, unavyokuwa na mkusanyiko wa mkojo wa muda mrefu uh, kiwango cha homoni hii kinakuwa ni kingi katika mkojo, kwa hivyo ni rahisi kurespondi haraka, yani kudetekti haraka, yani na matokeo yake ukayapata yakiwa uh, sahihi kuliko ukikaa uh, muda mrefu. Jiuliza, je, hii UPT inapima uwepo wa mtoto? Jibu ni kwamba UPT inapima uwepo wa homoni ya HCG, yani human chorionic gonadotropin, ambayo hii huashiria kwamba huyu mtu ana ujauzito. Habari za wakati huu mpenzi mtazamaji, karibu katika channel yetu ya Elimu na Afya. Uh, leo nataka tuangalie makosa yanayoweza kufanyika au makosa yanayotokea wakati wa kupima ujauzito kwa kutumia UPT, uh, au kipimo hiki cha mkojo uh. Kama tulivyoona katika session iliyopita uh, tulipata kuangalia vipimo viko vya aina tofauti, lakini leo tutatumia Uh, kipimo hiki ambacho kimezoeleka na watu wengi kabisa ambacho ni UPT, uh, strip ambayo hii ni less sensitive. Kama tulivyoelezea less sensitive, tunamaanisha kwamba uh, yenyewe sensitivity yake ni ya chini, kwa hivyo inaanza kudetect ujauzito kuanzia wiki tatu na kuendelea. Kwa hiyo tutakuwa tuna sample mbili hapa, tutakuwa na UPT ya kwanza ndio hii aha, kama tulivyoweka hapo ni Uh, UPT, strip, A uh, ina muonekano huu hapo. Tofauti yake ni kampuni tu, hizi zote ni less sensitive, lakini tutakuwa na UPT ya pili ambayo ndio hii uh -huh. hii itakuwa ya pili. Sasa kwa nini nimeweka mbili? uh, nataka tufanye makosa ya makusudi, kipimo kimoja tutakigeuza uh -huh. yani, kule ambako tulisema ni kwa kusikia sasa tutapata kukimes kwenye sample yetu, aha, ambayo sample yetu ndio hii hapa. E, urine. Na hii ya leo ni urine pure, yaani ni, ni ni mkojo halisi sio sio uh, sample bandia kama tulivyofanya katika session iliyopita. Hii ni mkojo halisi wa binadamu kwa hivyo tutapata Uh, kupima kupitia mkojo halisi wa binadamu ili tuweze kuona matokeo uh, ambayo yatatoka baada ya kukosea kwa makusudi. Kwa hapa tunakosea makusudi, lakini uh, kwa sababu hivi vipimo hufanyika nyumbani na kila mtu ana uwezo wa kupima yeye mwenyewe, pengine inaweza katokea makosa kama haya kwa kujua au kwa kutokuamini, kwa kutokujua yani uh, makosa yanaweza katokea uh, kwa makusudi maana haujazingatia au kwa kuto kufahamu. Sasa tupate kuangalia, uh, tuanze na hii, uh, UPT strip A tunaichana hapa, tuangalie ndani mwonekano wake ukoje. Sasa kwa kawaida UPT uh, strip iko hivi, ina upande ambao uko plain, ambao uh, uko na upande ambao uko kama unavyoona hapa uko uh, una rangi sasa kwa kawaida huku ndio huwa ni kwa kuimes katika, yani kwa kutumbukiza katika sample yetu, lakini leo tutafanya makosa ya makusudi huku ambako ni kwa kutumbukiza tutashika, alafu huku ambako ni kwa kushika tutatumbukiza, ili tuone, je kitaleta matokeo gani hini, hini. Alafu katika hii uh, UPT strip B tutafanya makosa ya makusudi pia ambayo tuta uh, tutapata kufanya namna hii yenyewe tutafanya namna hii eh, kama unavyoona huku, ilitakiwa kuwe ni upande wa kusikia aha, huku ni upande ambao nitakiwa itumbukizwe katika, uh, katika sampo. Sasa kwenye hii kosa tutakalolifanya, nitatumbukiza kupita kwenye hii alama ambayo imekuwa indicated max. Kwa kawaida hapa ndio maximum mkojo nitakiwa, usiguse usivuke huu mstari. Sasa leo tutaenda kuvuka huu mstari. Eh, tutalaanisha hadi hapa, alafu tuone nini kitakuja kutokea au majibu yatakuwa namna gani. Watu wengi uh, huwa wanalalamika, nikitumia kipimo cha aina fulani ni kipima hakileti matokeo au uh, vipimo vya kampuni fulani vina vinaleta matokeo sio. Sasa makosa ambayo hufanyika huwa ni makosa haya kama uh, nilivyoelekeza hapa. Ya kwanza kuna wengine kugeuza, yani badala ya kutumbukiza aa, saidi hii wao utumbukiza saidi hii huko, ambayo ni ya kushikia. Na kosa la pili, wengine badala ya ku aa, kuzingatia wakati wa kutumbukiza sivuke huu, um, mstari wa maximum, huwa wanapitiliza. Sasa hebu tutaona leo, je, majibu yatakuwa namna gani? Sasa mm -hmm. Tunaenda kuleta sample yetu. Sample yetu ndio hii hapa. Aha, kama unavyoona hapo sasa. Tuanze na hii ambayo tumesema tutaigeuza, kama unavyoona hii, yule ni strip yetu. Kwa kawaida itakia tutumbukize hivi, lakini kwa leo tutaenda kuigeuza na tutatumbukiza katika muundo huu hapa Aha tutatumbukiza katika muundo huu, alafu tuone je, nini kitatokea. Kio tayari hapo, tunaiweka zake tu hapo. Aha, tunaiweka hapo tuone nini kitatokea. Alafu ya pili ndio hii ambayo tunaenda kutumbukiza upande sahihi, lakini hatuzingatii ile mwisho pale ilipokuwa indicated maximum, tunatumbukiza zaidi ya pale, alafu tuone nini kitatokea. Tunatumbukiza hapo kwa kasi kabisa shuu. hmm. Sawa, baada ya hapo tunaacha wakati tunasubiri vipimo vyetu vikiendelea kureakti. Sasa uh, napate kuelezea hivi vipimo hupima nini hasa Mpenzi uh, mtazamaji kama ukitizama vizuri katika hii pakiti zetu utapata kimeandikwa, hizi UPT uh, zimepata kuandikwa hapa, ni HCG pregnancy test. sasa uh, HCG ni nini? vipimo uh, hivi vya mkojo vyenyewe hupima uh, uwepo wa homoni ambayo hii homoni inaitwa HCG yani, Uh, human chorionic, uh, gonadotropin. Human chorionic uh, chorionic gonadotropin. Hii homoni kwa kawaida huwa inazalishwa kwa uh, kwa mtu ambaye ni mjamzito na homoni hii huwa inaongezeka kwa kasi sana hasa katika uh, wiki za mwanzoni za ujauzito na uwepo wa homoni hii huwa inaashiria ya kwamba uh, huyu mtu ni ana ujauzito. Aha. Sasa unaweza ukajiuliza, je, hii UPT inapima uwepo wa mtoto? Jibu ni kwamba UPT inapima uwepo wa homoni hii ya hCG, yani human chorionic gonadotropin, ambayo hii huashiria kwamba huyu mtu ana ujauzito huashiria kwamba huyu mtu ana ujauzito. Na watu huwa wanajiuliza ni wakati gani sahihi wa kupima. Nikisema wakati, inamaanisha yani ni lini hasa mtu apate kupima. Uh, majibu ya swali hili yako namna mbili, kutokana na umri na response ya homoni hii ya uh, gonadotropin, uh, hCG au human chronic gonadotropin. Kwa wanawake ambao wana umri zaidi ya, wanawake wenye umri zaidi ya uh, miaka ishirini, ni vizuri wakapata kupima baada ya uh, wiki tatu toka vile, uh, wameanza kusikia dalili za ujauzito, kwa sababu kipimo hiki kwa mtu ambaye ni umri umesogea kuanza kuonesha dalili au huanza kudetect ujauzito kuanzia wiki tatu, lakini kwa hawa madada wadogo, nikisema madada wadogo namaanisha chini ya miaka ishirini, wao wanaweza kupima hata uh, ujauzito kuanzia uh, siku saba hadi kumi na nne, na unaweza ukaonekana kwa kutumia kipimo hiki japo ni wachache. Aha. Sasa wakati gani mwingine sahihi kwa maana ya kwamba muda sahihi wa kupima ni asubuhi, mchana au usiku? Ukweli uh, uko hivi, kipimo hiki anaweza kupima muda wote, muda wote tu yani iwe ni asubuhi iwe ni, uh, iwe ni uh, mchana iwe ni usiku, lakini uh, maeneo mengi hupendekezwa asubuhi kwa sababu uh, unavyokuwa na mkusanyiko wa mkojo wa muda mrefu Uh, kiwango cha homoni hii kinakuwa ni kingi katika mkojo, kwa hivyo ni rahisi kurespondi haraka, yani kudetect haraka na matokeo yake ukayapata uh, yakiwa sahihi kuliko uh, ukikaa muda mrefu. Ameni ukipima muda haujakaa muda mrefu, yani vile umetoka kukojoa labda risali uh, ililopita au nusu saa ililopita. Uh, mkojo unakuwa umejikusanya kwa muda mfupi, kwa hivyo kiwango cha homoni hii katika mkojo kinakuwa ni kidogo, kwa kuna uwezekano uh, mkojo ukasoma negative. I mean, kipimo kikasoma negative wakati uh, mtu ni ana ujauzito uh, kwa hivyo muda unaweza kupima wote, lakini asubuhi inakuwa ni sahihi zaidi kutokana na hiyo uh, sababu uh, lakini pia uh, tunasema hichi kipimo tunashauri kupima asubuhi kwa sababu hii inapunguza uwezekano wa kutoa majibu ambayo sio sahihi. Aha, mchana unaweza kupima ni sahihi kabisa lakini uh, kama wakitaka kupima mchana basi angalau huwe umekaa muda mrefu bila kwenda kukojoa. Sasa tukirudi katika vipimo vyetu tupate kuangalia hapa. Aha. Hiki uh, hii ambayo ni tulisema ni UPT strip B yenyewe tayari imeshaleta majibu wow. Unavyoona hapo kama uh-huh. Unavyoona hapo, wacha tuweke huko hii sample yetu, yenyewe imeshaleta majibu. Hiki tulichokifanya tuli, tuli ni tulitumbukiza zaidi kupita hadi kwenye maximum meleta matokeo ambayo ni negative, kama unavyoona hapo ni negative. Aha. Na hii ambayo tulikuwa tumeigeuza hii UPT yetu ambayo tulikuwa tumegeuza, tulitumbukiza huku upande wenye rangi badala ya upande ambao ni sahihi, yenyewe imeleta majibu ambayo ni invalid. Nikisema invalid inamaanisha kwamba hakuko na mstari wowote ambao umetokea, kwa hivyo Uh, tunasema hichi kipimo chetu hakijatimia. Kwa hivyo huyu mtu anashauriwa uh, kama angelikuwa uh, ndio sasa, sio sampo, yani kwa maana ya kwamba tunapima kweli, uh, angeshauriwa apate kurudia kipimo kingine na uh, apime kwa usahihi. Sasa makosa mengine ambayo yanaweza kufanyika ni hii container ambayo, uh, container ambayo ime tumeandalia sampo yetu Uh, watu wengi huwa wanaikosea hii container. Inatakiwa iwe safi. Ikiwa chafu, kuna uwezekano mkubwa wa kuleta matokeo ambayo sio sahihi, either invalid au uh, matokeo ambayo sio sahihi. Kwa hiyo hilo ni jambo la kuzingatia sana. Aha. na jambo jingine la kuzingatia ni kwamba uh, unaweza kupima zaidi ya mara moja ukapima siku ya kwanza na kipimo kikasoma uh, negative lakini ukarudia kipimo kikasoma positive. Kuna watu ambao huwa wanapata wanakuta, ana ana dalili zote za ujauzito, lakini akipima kipimo kinasoma negative. Kwa hivyo unashauriwa